Na imesuniwa kadhalika kuwatembelea wagonjwa au kumtembelea mgonjwa, na kuna malipo makubwa katika hali ya kumtembelea mgonjwa na kumjulia hali. Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza suala la kuwatembelea wagonjwa, na tulizitaja hadithi kwenye kitabu chetu kile cha asubuhi tulitaja baadhi la hadithi miongoni mwa hizo. Allah tabaraka wa taala atakuuliza siku ya Kiyama, atakwambia ya abdi, ewe mja wangu, maridtu falam taudni, mimi niliugua, wewe hukunitembelea. Allah anakuambia siku ya Kiyama, nimeugua mja wangu tembelea hadithi kwa sahihi Muslim. Mja atamuuliza mola wake, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamina, anta kutembeleaje mimi wewe na wewe ndiye mola wa walimwengu wote? Kwa maana mola wa walimwengu wote hapatwi na matatizo yeye ndiye anayokadiria matatizo, yeye hauumwi, wala haugui. Takutembeleaje wakati wewe ni rabbul alamin? Allah atamwambia, sikusudi hivyo ama, alimta anna abdi fulanan maridha falam taudhu, kwani hukujua wewe kwamba kuna mja wangu fulani aliugua? Mzee fulani alikuwa anaumwa, wewe ukuwa ukijua, kwa nini hukumtembelea? Hukujua kwamba lau ungelimtembelea ungenikuta mimi, niko mbele yake. Kwayo hii ni dalili juu ya ubora wa iyadatu almarid. Kadhalika tulitaja siku hii, ile hadithi inaonesha fadhila za kuwatembelea wagonjwa.

katika malaika lakini huwasikii wala huwaoni, lakini sisi tunaamini kwamba wapo na wanatuita na wanatuambia haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu alituambia ni Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa salam, na hili ni jambo la ghaibu, na sisi tunaamini ghaibu. Ataitwa na mwenye kuita akiambiwa, an tibta, tibta, wa qaba mamshaka umekuwa mzuri au endelea tabia hiyo ya kuwa mzuri. Wataba mamshaka na ziwe nyingi thawabu zako. Watabawata min aljannati manzila, na umejiandalia makazi peponi. Fadhila aweza so kumtamilia mgonjwa.